Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mtwa Mungu Yesu Kristo apewe sifa sana. Nina ujumbe juu yako ya kusema kwamba kwenye maisha yetu kama binadamu, kuna watu wanaoweza kuja kwenye maisha yako wewe ukiwa na malengo na mipango yao, ukitamani wavuke na kupiga hatua, lakini wao daima wanaweza wasiabebe malengo yako ambayo unayo juu yao, ikiwa wewe unatamani wafanikiwe lakini wao hawatamani ufanikiwe. Nataka niseme na wewe ambao umekutana na watu wa namna hii kwenye maisha, Mungu ana lengo na wewe. Hata kama hakuna mtu mwingine kwenye maisha yako mwenye lengo na wewe kwenye maisha yako, Mungu ana lengo na wewe. Yawekeze malengo yako kwa Mungu na sio kwa wanadamu. Itakuwa ni njia nyepesi sana ya kufanikiwa, ila usiyaweke malengo yako kwa watu, yatapotea. Mungu akuwezeshe kujua mwongozo uliobora katika china.